Assalamu alaikum tajah urahimukum jamian fi LAZA Herbal Clinic. Leo tuna dawa inayoitwa Balagula. Dawa hii ni mujarabu kwa ajili ya kusafisha uchafu ulio katika mirija ya fallopian tubes. lakini pia dawa hii inasaidia kutibu e, UTI yani urinary tract infection. Lakini pia dawa hii inasaidia kutibu PID yani pelvic inflammatory disease. Kwa nini kuziba mirija ya uzazi fallopian tubes? Hii ni kutokana na eh, bakteria au virusi ambao wanajirudika katika mirija ya fallopian lakini pia ni kutokana na masalia ya damu ya hedhi ambayo inaweza kurudi nyuma na kwenda kujishikiza katika mirija ya fallopian. Lakini pia eh, ni kutokamana na tendo la jimai, linaweza kukusanya uchafu kutoka nje na kuupeleka ndani, nao pia ukaenda kujishikiza katika mirija ya, ya fallopian. Nini kitatokea? Matokeo ya jambo hilo ya kuziba kwa mirija ya uzazi ni e, kutungwa mimba nje ya mji wa uzazi au mfuko wa uzazi yani uterus, lakini pia ni e, kuwa na maambukizi sugu, ambayo yanaweza kusababisha e, changamoto ya matibabu ya tatizo hilo, lakini pia mmoja na muhimu zaidi, kusababisha ugumba na utasa kwa mwanamke. Kwa hivyo nikuletea dawa hii kwa ajili ya kutibu na kuwa ni suluhu ya tatizo ya matatizo mbalimbali yanayoweza kusababisha na kuziba kwa mirija. Karibu Kigoma, Tanzania, Kasulu, kwa ajili ya kupatia dawa hii, na namba za simu zinapatikana hapa kwa ajili ya mawasiliano. Assalamu alaikum.